Jambo la kwanza tunafahamu iko miongozo ya namna ya kutoa adhabu. Lakini kwa kiasi kikubwa hii miongozo haizingatii. Nataka kuiomba serikali ihakikishe kuwa miongozo yake ya kusimamia na kuimarisha nidhamu shuleni inazingatiwa. Lakini jambo la pili, pia tunapenda ku, kuiomba serikali kuhakikisha kwamba inaanzisha mifumo rasmi ya kutoa taarifa dhidi ya vitendo vya kikatili ambavyo vinafanyika kwenye mashule, kwa sababu kwa mfano tukio hili, yule mwalimu asingekuwa na ujasiri wa kurekodi na kutoa ile taarifa, ingawa alitumia social media, na na nafikiri kwamba ni njia ambayo imesaidia kwa kiasi kikubwa sana kulifanya tukio hili kuvuta public interest, lakini pia kuifanya serikali ichukue hatua. Sasa asingefanya lile, tukio lingeweza kwenda, i mean, haki isingekuwa imetendeka kwa yule mtoto ambaye ha, amefanyiwa ukatili wa kijinsia kwa sababu uongozi wa shule haukuwa aware, na kama ulikuwa aware, haukuchukua hatua. Na inawezekana pia na wengine waliokuwemo pale, maana ilikuwa ni staff room, haukuchukua hatua. Kwa hiyo tunahitaji kwamba serikali ianzishe mfumo rasmi wa kutoa taarifa dhidi ya matukio ya ukatili yanayoendelea katika shule zetu itakayowezesha wanafunzi, wadau wengine wa elimu pamoja na, na jamii kuweza kutoa taarifa ya matukio ya kikatili ya jinsi ile. Lakini jambo la tatu serikali iangalie upya utaratibu wa uchaguzi na uandaaji wa walimu katika vyuo mbalimbali vya elimu. Na hii itasaidia kuwafahamu kuwa na kuwabaini mapema walimu tarajali wasiokidhi sifa na vigezo vya kuwa walimu, kwa sababu walimu ni walezi. Sasa mwalimu hawezi kugeuka kuwa mkatili na mnyama, kama unyama ambao wameufanya wale walimu wanafunzi lakini lingine tunataka serikali iweke mipango endelevu itakayolenga kujenga maadili ya walimu walioko kazini juu ya malezi na usimamizi wa wanafunzi wao. Hii ni pamoja na kushirikisha jamii katika malezi aa, ya watoto. Lakini jambo la tano, tunataka kamati na bodi za shule na jamii kwa ujumla zisaidie kuhakikisha kuwa shule zinaheshimu na kulinda haki na utu wa wanafunzi Wanafunzi yule aliadhibiwa kama mwizi, kama jambazi, haki yake imekiukwa. Lakini jambo lingine, jambo la sita, tunataka wazazi na jamii na wadau wengine, zikiwemo pia taasisi za kidini zishiriki kikamilifu katika kuimarisha malezi na kutoa mafunzo ya maadili mema kwa jamii, ikiwemo umuhimu wa kuheshimu haki za watoto na kulinda, kuwalinda dhidi ya vitendo vya ukatili na unyanyasaji.